Serikali ya Tanzania imeeleza kusikitishwa na azimio la bunge la Umoja wa Ulaya ikidai kwamba uamuzi uliofikiwa umezingatia taarifa zisizo kamili au za upande mmoja bila kuwasiliana na serikali kwa njia za kidiplomasia. Serikali imeeleza hayo katika taarifa iliyotolewa Mei 8, 2025 na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa wa Afrika Mashariki, ikiwa ni siku moja tangu Bunge la Umoja wa Ulaya lilipojadili suala la kushikiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Tundu Lisu, na kulaani kitendo hicho. Lisu alikamatwa Aprili tisa elfu mbili na ishirini na tano akiwa wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma baada ya kumaliza kuhutubia mkutano wake wa hadhara na baadaye aliletwa Dar es Salaam, ambako alifunguliwa mashtaka mawili: kuchapisha taarifa za uongo na uhaini. Kutokana na mwenendo wa kesi hiyo, Bunge la Umoja wa Ulaya lilijadili na kutoa maazimio kuhusu kukamatwa kwa Lisu na kufunguliwa kesi ya uhaini, ikilaani kitendo hicho kwa madai kwamba mashtaka hayo ni ya kisiasa. Bunge hilo limezitaka mamlaka za Tanzania kusitisha mara moja ukandamizaji unaozidi kuongezeka, ukamataji holela, ukatili, mashambulizi ya unyanyasaji dhidi ya wanachama wa upinzani, watetezi wa haki za binadamu, waandishi wa habari na mashirika ya kiraia. Kutokana na maazimio hayo ya bunge la Ulaya yaliyochapishwa katika tovuti yao, Serikali ya Tanzania imeeleza kusikitishwa na uamuzi huo kufikiwa kwa kufuata taarifa za upande mmoja huku ikifafanua mageuzi yaliyofanyika nchini. Taarifa hiyo inaeleza kwamba wakati Tanzania ikiheshimu uhuru wa kitaasisi wa Bunge la Ulaya na kuthamini ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya, inaona ni muhimu kufafanua baadhi ya mambo na kusisitiza dhamira yake ya kutaka muda mrefu ya maadili ya kidemokrasia, utawala bora na utawala wa sheria. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasikitishwa zaidi na mwenendo unaoendelea, kama inavyoonekana katika azimio la Bunge la Ulaya la baadhi ya watendaji wa kimataifa kutoa uamuzi kwa kuzingatia taarifa zisizo za rasmi au za upande mmoja bil, bila ya kwanza kuwasiliana na kupitia njia za kidiplomasia. Hali hii inatafsiri vibaya na kupotosha hali halisi, serikali imebainisha. Mwisho wa kunukuu. Kwa undani wa taarifa hii, soma zaidi katika tovuti ya Mwananchi kupitia www mwananchi co tz.